Watengenezaji filamu wanne waliokamatwa Ijumaa na kuzuiliwa katika vituo vya polisi vya Pangani na Mudhaiga waliachiliwa Jumamosi mchana baada ya shinikizo kutoka kwa mawakili wao na mashirika mbalimbali. Wakili Ian Mutiso amesema kwamba wanne hao Nicholas Wambogo, Brian Adagala, Mark Karibiu na Christopher Wamai walikamatwa kwa madai ya kupeperusha taarifa za uongo. Mutiso anadai kukamatwa kwa wanne hao kuna uhusiano na makala ya upekuzi ya Blood Parliament ya shirika la BBC japo shirika hilo limesema hawakuhusika na makala hayo. Gatete Njoroge anatufungulia jamvi la Nipashe wikendi na taarifa. Nicholas Wambugu na Brian Adagala wanawasili katika kituo cha polisi cha Mudhaiga dakika chache baada ya kuachiliwa kutoka kituo cha Pangani. Wawili hao wakifika kituo ambacho wenzao Christopher Wamae na Mark Karubiu walikuwa wakizuiliwa, na baada ya dakika kadhaa wenzao waliachiliwa na kulakiwa na familia, marafiki na wanaharakati. Kwa zaidi ya saa 18 wanne hawa hawakujua hatima yao baada ya maafisa wa usalama kuvamia maeneo yao ya kazi kuwakamata na kuchukua simu na vifaa vyao vya kazi. We're yet to know the particulars on why the, these charges do exist. Uh, but from further insight into why they've been taken, it seems they are being uh, targeted for the publication of the Blood Parliament documentary which was aired by BBC. Wakili wao anadai ni oparesheni iliyoongozwa na maafisa wa upelelezi kutoka makao makuu ya idara hiyo. The DCIO for Pangani gave me some very concerning statement that this was not a matter which was under his, uh, purview, but he did inform me that this was being coordinated from, uh, DCA headquarters. Mutiso anasema kando na kuachiliwa huru kwa wanne hao, mawakili watafuatilia kesi hiyo, kuhakikisha vifaa vyao vimerejeshwa na haki zao kuzingatiwa.

matukio ambayo yamekashifiwa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na muungano wa wanahabari um, watengenezaji filamu wengine kaunti ya Mombasa waliokuwa wamepanga kuonyesha makala hayo ya BBC kwa umma walizuiliwa, wakidai kulikuwa na agizo kutoka kwa maafisa wakuu serikalini imetuacha na maswali mingi. Swala la kuwa wanajaribu kufanya Kenya iwe a police state, ambapo hakuna jambo lolote lile linafuata sheria. Jambo lingine ni kwamba tuko na video ambayo iko kwenye mitandao kama YouTube. Kama wako na shida na the BBC documentary ya Blood Parliament, basi waitoe kwenye YouTube. Vijana hao wanne waliofika makao makuu ya DCI kuchukua vifaa vyao vya kazi wameagizwa kujiwasilisha Jumatatu asubuhi. Wanne hao wanaamini kukamatwa kwao ni njia ya serikali kuwatishia kutokana na kazi yao. Sasa wakitaka serikali kutoa sababu za kukamatwa kwao na kuwarejeshea vifaa walivyochukua. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Mudhaiga.